Kuonekana kwa mlizi kwa mlinzi wa Mbowe Bwana Bwire mm, kama sikosei, mm, kwenye tukio la jana ni ngumu sana kuwaaminisha watu kwamba Mbowe hahusiki na safari ya hawa wanaohama toka Chadema mm, kwenda Chaumma kwa sababu mlinzi nimetumia neno ni mlinzi wa Mbowe. Mlinzi wa Mbowe ni kama mwandani wa Mbowe, anajua taarifa nyingi za kiongozi wake, yupo nyuma ya Mbowe. Kwa, kwa lugha nyingine tunasema ni mtii kwa Mbowe. Sijui labda kama yameacha kazi hiyo ya ulinzi kwa Mbowe, lakini kuonekana kwake tu kunatia mashaka ya kwamba pengine Mbowe ni ngumu kuto kumuhusisha na hili fikra nazungumzia kwa maana ya fikra mm. za watu ni ngumu kuondoa kwenye hiyo fikra. Na jambo lingine, Mbowe anapaswa kuzungumza kwa haya yanayoendelea, hizi mambo zinazoonekana mlinzi wake, ikaonekana inaleta wasiwasi, wanaohama kumtaja, iwe sio kwa kusema labda amewaambia waondoke, ila tu kumtaja na kuonekana wanaohama ndio mm. waliokuwa wakimuunga mkono Mbowe, umenielewa eh? Mm. Eh, kuhama chama na aliyekuwa wakala wake kwenye kura kujitokeza na kusema kwamba jamani, Mbowe hahusiki no, na wengine kumnyooshea kidole hata wakala kwamba huyu wakala anayasema haya, pengine anasema yeye anabaki Chadema kwa sababu maalum, aendelee kupata taarifa za ndani ya chama, kwa sababu yule ni mjumbe wa mikutano muhimu ya chama. Kwa hiyo maana yake eh, bado yupo ndani ya chama, anakuwa na taarifa zote, wasiwasi wasi wote huo mm, sawa na kuendelea kumnyoosha kidole Mbowe, ni muhimu Mbowe sasa atoke na kusema, kukanusha kukubali ama ku, ku, kuweka mambo sawa. Na zungumza ya Mbowe kama bado ni mwanachama wa Chadema hmm, na bado ana mapenzi ya dhati ya Chadema, kuzumza, kuzungumza kwake hmm, ataiponya Chadema kama atazungumza kwamba yupo ndani ya Chadema ana mapenzi, ataiponya Chadema kama anaipenda. Lakini eh, mkutubi, binafsi nafikiri wanao wanaofikiri Mbowe anahusika ama anatakiwa kuzungumza, jana wakati wa mkutano wa mwenyekiti wa kanda ya yaa hmm. Pwani hmm. eh, nilikuwa nafikiria kwa sababu ujue tayari wameshajitokeza watu wa karibu wa Mbowe, wameshazungumza. Kwa nini bado kuna haja yaye kuzungumza? Boni alizungumza kitu kimoja ambacho nilimwelewa, alisema wakati uh, katika mfumo wa kitaasisi kunapokuja uongozi mpya, ni busara kuuacha ule uongozi ujiendeshe, ili isionekane kwamba aliyetoka bado anataka nafasi ndo maana kama... mi namwelewa zaidi, namwelewa zaidi mheshimiwa Freeman Mbowe. Mbowe kwa kutokuwepo kwake, kwa sababu yeye, laiti angekuwa anaendelea kuonekana bado, hata hilo unalolisema leo kwamba anapaswa ajitokeza azungumze, bado kuna watu atasema huyu, kwa wale ambao hawakuwa wakimpenda tena Mbowe kuendelea kuwa mwenyekiti, bado atakuja na maneno kwamba huyu bado anajiweka karibu na chama. Kwa nini asitoshika kati stafu? Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko two way traffic, kujitokeza kusema, jamani tuendelee kuwa imara kwenye chama, tumuunge mkono mwenyekiti, mimi sihusiki na yanayotokea, yanayo ni kwamba ni ataendelea kujionyesha, kuna watu mwenyekiti bado watamwona ni mnafiki uh. Sidhani hiyo ni kwa sababu ujue li, ni limesha li, kwa mtu atakayefikiri hivyo ni ni ya ni, ni, ni bei rahisi sana umeelewa. Kuzungumza kwa Mbowe kutaponya Chadema kama atazungumza kwamba yuko ndani ya chama bado akisema pia yupo nje ya mfumo pia ni picha nyingine ya pili. Kubaki kwake kimya ni maswali ya kuendelea kumtupia mishale ambayo pengine hata haimuhusu, umeelewa, na kuendelea kujenga hofu ndani ya chama chake mm. Kama bado yupo ndani ya Chadema anarudia tena na kubwa kidogo, kama umenisikiliza mwanzo mm. Ni hili la mpaka mlinzi wake kuonekana anaongozana na wale wanaohamia Chaumma. Mlinzi huyu, kumbuka, hakutajwa wala kuonekana pia wakati wale wanatangaza mm -hmm, kuondoka ndani ya Chadema, ila ameonekana wakati wa safari ya kwenda kujiunga Chaumma. Ninapata wasiwasi uh, ninapata wakati mgumu kukuamini au kukubaliana na wewe mkutubi, kwa sababu wapo baadhi ya watu wanaoambatana na Lisu ambao tunaweza kusema ni walinzi wake, lakini vivyo hivyo nimekuwa nikiona kwenye matukio yanayomuhusu makamu mwenyekiti John Heche na nafikiri nimeona kwa Godbless Lema wakiambatana naye, ninafikiri wakati mwingine tu hawa walinzi nao wana utashi wao. Na yaelekea yawezekana Mbowe ameamua kustaafu eh, kwenye siasa kuendelea tu na maisha mengine Yes, nimefanya biashara, itakuwa ameendelea tu na maisha mengine ya kibiashara. Kwa hiyo amewapa uhuru wa kuamua. Kwenye uhuru huo, yawezekana mlinzi amechagua kujiunga Chaumma. Ujafikiria hivyo? Nakushukuru kaka.